Kwa hiyo anaendelea kijijini kwetu, bora tu mimi kidogo niende nikajitafute huko kimaisha. Sababu ni nini? Sababu nini? Wewe uone anaendelea hapa kijijini kwetu, misiba iishi kila siku tunazika huko tunas misiba nini na tukienda, mambo yaani haeleweki. Yaani ni ukweli unachokiongea, nasikia na kwa Mr Kindumbwe kuna msiba tena. E, msiba yaani jana tu tumezika, leo tena msiba. mimi kiukweli, ah, hamna hichi so, yani, kijiji sio hivyo tu. yaani hichi kijiji sasa hivi nasikia, na kuna mizimu mizimu. Nasikia ni mjumbe, tuondoke hapa kijijini. sasa tunafanyaje, fanyaje ndugu? kwani wewe nauli, una nauli ni nayo, sasa unasubiri nini? yaani

Si mjumbe, tunashukuru tena, tunashukuru sana kwa kufika hapa, na bora umefika ili tuweze kulikamilisha hili jambo kwa wakati, kwa maana ratiba tuliopewa ya mazishi ni leo, ilikuwa ni saa kumi, ila sasa hivi tunaelekea saa kumi na moja. Hii muda ushatuacha, tufanye basi mwelekeo, ili tuweze kulimaliza hili jambo kwa wakati. Ah, sasa ngoja niongee na wahusika.

Mjumbe. Pole sana kaka. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Sasa kaka, tulikuwa tunakuomba radhi kwa yote yaliyotokea, wengine tumechelewa kufika. Umeona? Kwa tunakuomba tusamehe sana kaka, kwa sababu majukumu yanaingiliana mm yetu, hususani kwetu sisi viongozi kuna shida, mjumbe. Nashukuru sana kwa kufika kwenu, nashukuru pia, na nilikuwa naomba nikuulize utaratibu umekaaje wa maandalizi ya kwenda kustiri? Maana vijana wangu wengi wameshatangulia, wamekaa kule muda mrefu, na muda unazidi kwenda. Nasubiri amri yako. Sawa mjumbe. Basi kama vijana watakuwa wameshaandaa nyumba ya kumhifadhi mwanangu, basi waingie tu ndani tuchukue mwili. Mwili uko tayari? Kama mwili uko tayari kaka, nilikuwa ninaomba basi niongee na vijana hapa kwa ajili ya kuchukua mwili na kwenda kustiri. Mjumbe, wewe utatuambia huyo mtoto kaenda wapi? Haiwezekani kila siku kwenye kijiji, juzi nini, Juma yule kapotea, akishakufa tunapotea. Haiwezekani mtoto mama yako kule kapotea, akishakufa tunapotea. Tumechoka. Tuambie leo. Ndugu wananchi, tulieni kwa sababu mimi mwenyewe nimepewa taarifa za msiba sifahamu mambo yanayoendelea kwenye huu mji. Yaani, moshi unatoka humu mmiwacha nitanuli humu mmiwacha wewe eh yeah. Sasa nye mnaponilaumu mimi, mimi ni mjumbe tu wa serikali ya mtaa nimekuja hapa kwa ajili ya kuangalia jinsi gani ya kumsaidia ndugu yetu. Kumbuka ili ni tatizo ambalo linamfika kila mtu. Tumefika hapa kama mlivyoona, tulikwenda kuchukua ndani, mwili haupo, kila mtu ameshuhudia, hamna mwili kwa kana kwamba hizi ni taarifa za uongo tulizozipokea kutoka kwa, kwa Bwana Kindumbwe, na kama taarifa za hivi, inatakiwa sheria ichukue mkondo wake, kwa sababu haiwezekani tunaahirisha kufanya mambo yetu, tunakuja kwa ajili ya jambo lilo mkuta, alafu kumbe ni taarifa za uongo. Na Mr. Kindumbwe, hiki ambacho kimetokea kwako lazima utalipa, kwa sababu ni taarifa za uongo Kindu. Kido, tuatwasikiliza wakuu, tunyosha mikono, kuna jambo wakuu wanataka kunena na sisi Kindo kidokioi, tulia miskindumbwe. Sadaka yako imekataliwa. Sadaka imekataliwa. Kipi ambacho chakielewa? Sadaka imekataliwa. Tunahitaji sadaka nyingine. Wewe umezoea kula watoto wa watu, mimi mtoto wangu kitovu likiwai wewe. Sasa raundi hii ni wewe. Sasa tunakupa wiki moja, huwo umekuisha kamilisha, la sivyo tutakufanya kama shu, na hatuhitaji kubabaika babaika wala kubabaishwa tena. kido kid <laughs> <laughs> mmejua kunifurahisha. yeah, no. <laughs> <laughs> Mjumbe, kijiji chetu kina matatizo na wewe upo. Tunalalamikia wachawi na wee ni mmojawapo. Mjumbe, mjumbe. <laughs> Jana mtoto wangu kule maiti mipotea, ionekani ilipo. Mtoto wa Juma kapotea, onekani alipo. Leo tena huku nini? Nini hiki Chalia, wewe ndo umeua Chalia? Mimi nimeua? Mimi? Haiwezekani. Wewe huoni, huyu huyu ameuliwa na mtu huyu. Haya, shauri yako, endelea kukaa hapa Chalia. Sasambo unakimbia kwamba nionekane mimi ndo nimeua au